Polisi nchini Marekani wametumia risasi na mabomu ya machozi kuwatawanya watu huku wengine wakiwapiga, kuwasukuma na kuwakamata. Waandamanaji wamechoma moto takriban magari mawili ya umeme huku jiji lote la Los Angeles likiwa na maandamano makubwa. Walinzi wapatao mia tatu wako kazini kutuliza ghasia za waandamanaji baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuwaita ili kulinda wafanyakazi na mali za serikali ya shirikisho. Ni mara ya kwanza kwa rais kuwaita walinzi wa kitaifa bila ombi la serikali au idhini katika miongo kadhaa, huku askari na maji mia tano wakijiandaa kushirikiana na walinzi hao. Gavana wa California Gavin Newsom amesema serikali itafungua kesi dhidi ya utawala wa Trump kuhusu kutumwa kwa walinzi wa kitaifa ambao yeye na meya wa Los Angeles Karen Bass wameita kuwa ni uchochezi. Mamlaka ya Marekani zimekabiliana na maandamano kwa siku kadhaa baada ya makumi ya watu kuzuiliwa na maafisa wa uhamiaji. Wachambuzi wa masuala ya kijasusi wanaamini waandamanaji wanachochewa na mambo kadhaa ikiwa ni pamoja na uvamizi kwa wahamiaji, kutumwa kwa walinzi wa kitaifa, pamoja na baadhi, pamoja na baadhi ya maneno ya Trump. Jumla ya watu ishirini na saba walikamatwa katika jiji la Los Angeles jana Jumapili. Mkuu wa jeshi la polisi Jim McDonnell aliwaambia waandishi wa habari, maandamano katika jiji la Los Angeles yameambatana na matukio ya kihalifu, ikiwa ni pamoja na kumtupia afisa wa polisi chakula na kugonga pikipiki yake, ikiwa kwenye eneo la polisi. McDonnell amesema 17 kati ya watu hao waliokamatwa siku ya jana Jumapili walikamatwa katika barabara kuu ya California wakati wakiwaondoa waandamanaji kwenye barabara kuu ya 101 huku afisa wa polisi Jim akifanikiwa kuwakamata waandamanaji kumi wakati wa mzozo katikati mwa jiji. Mkuu wa polisi amesema siku ya Jumamosi, McDonnell alisema watu 29 walikamatwa kwa madai ya kushindwa kutawanyika. Kazi yetu si kugawanya jamii au kuweka siasa katika utekelezaji wa sheria. Kazi yetu ni kuweka kila mtu salama McDonald alisema maafisa wawili wa polisi walijeruhiwa wakati waendesha pikipiki wawili walipoendesha kwenye mstari ambao hakutakiwa mtu kufika wakati wa maandamano na kuwagonga vibaya askari hao. Waendesha pikipiki wote wawili walizuiliwa papo hapo. Runinga ya CNN ilinasa tukio hilo na kuonyesha pikipiki kigonga polisi. Kiongozi wa kulinda mipaka wa Trump Tom Homan aliiambia runinga ya NBC News Jumamosi kwamba aliapa kuendelea na shughuli za uhamiaji huko Los Angeles licha ya ukosoaji kutoka kwa viongozi wa chama cha Democrats, akionya kwamba mtu yeyote anayezuia utekelezaji, ikiwemo Newsom na Bass, basi waweke akilini hili kuwa wanaweza kukamatwa. Newsom pia alimjibu Homan kwamba anaweza kumtafuta na kusema kuwa anajua ni wapi atampata. Mwandishi wa habari wa Nine News kutoka nchini Australia alipigwa risasi na polisi siku ya jana Jumapili ambapo tukio hilo lilinaswa na CNN na kuonyesha mwandishi akilia kwa uchungu na kuushika mguu wake baada ya kupigwa risasi. Ni nadra kwa rais kupeleka walinzi wa kitaifa kama vile Trump alivyofanya bila ombi kutoka kwa gavana. Kipindi cha Abraham Lincoln alikusanya wanajeshi kupigana na shirikisho na baadaye kuwashawishi kuunga mkono ujenzi mpya wa Marekani. Hivyo tangu kipindi cha Lincoln, hakuna rais aliyepeleka walinzi hadi mwaka 1957 potumwa kuhakikisha utulivu wa umma wakati wa kutengwa kwa shule ya upili ya kati huko Little Rock, Arkansas. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.